Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni harakati za kuelekea uchaguzi mkuu ambao unaenda kufanyika siku ya tarehe 29 ya mwezi huu wa 10, 2025, lakini leo ikiwa ni tarehe ya pili ya mwezi huu wa 10, 2025 tumeshuhudia mgombea wa udiwani wa kata ya Magomeni e ndugu Lameck Selevester Mlaponi akija hapa katika viunga hivi vya shule ya msingi Magomeni ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani kwa ajili ya ya kumwombea kura e, anayegombea ubunge kwenye jimbo hili la Mtwara mjini Dr. Joel Athan anauka, lakini pia bila kusahau mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na yeye mwenyewe kama mgombea wa udiwani wa kata hii ya Magomeni. Faida Online TV, watu wa field pasna hiana, tumefika hapa na kukuandelea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Ni kukumbusha kusubscribe, ku like, na comment section yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Sina shaka na kazi kubwa iliyotukuka uliyoifanya katika kataako miaka mitano iliyopita, na chama kimekuamini na mimi kama mgombea wa ubunge ninajivunia kuwa na mgombea wa diwani na diwani mtarajiwa kama wewe, ambaye ninaamini kabisa tutafanya kazi vizuri sana. Naomba nikupe nafasi uzungumze na wananchi wako wa kata ya Magomeni, kisha utapata nafasi ya kuomba kuwa Ngoja nieleze mambo machache kwa sababu muda umekwenda, nitaeleza mambo ambayo Magomeni yamefanyika mbunge wangu ameyasema, wa lakini mambo ambayo tunatarajia kuyaona kwenye kata ya Magomeni. Nimesikia kwenye mikutano ya vyama pinzani wanasema Magomeni imeharibika, barabara zake hazipitiki, mifereji haijajengwa, tunaomba Lameck aondoke, wanasema a Ndugu zangu kuja, niwakumbushe kabla ya mimi kuwa diwani kwenye kata ya Magomeni, wao ndo walikuwa wamesika dola. Kata ya Magomeni wao ndio walikuwa wanaongoza kata ya Magomeni. Hiyo mifereji haikuwepo, hizo barabara hazikuwepo. Wa walijenga hawa kujenga? Kabla ya kuja mimi Magomeni hakukuwa na sekondari. Si walitawala wao? Walijenga sekondari. Kabla ya kuja kwangu mimi Magomeni hakukuwa na zaanati. Wao ndio walikuwa wameshika dola hapa. Walijenga zaanati. Kabla ya kwangu mimi, kulikuwa hakuna shule sikizi. Watoto walikuwa wanaundikana madarasani. Wao walijenga shule sikizi. Walikuja kamata dola. Ndugu zangu, nilio na kujivunia Magomeni. Nilipoingia, sikukuta zaanati. Sikukuta shule, shule za msingi zilijaa, barabara zilikuwa hazipitiki, lakini tulipoingia tulifanya kazi kubwa sana ah. Ndugu zangu, katika miaka yao mitano wao hawakufanya chochote yeah. Leo wanalaumu barabara ambazo wao walikuwa na nafasi, kwa nini hawakujenga? Lakini wao kilipoingia, kwa kusaidia na viongozi wangu tuliweza kwanza kujenga shule kubwa ya sekondari Mkanaredi.

zangu kama ambavyo wao walikuwa wananisema, kwamba mimi nimeingia nikiwa diwani mtoto, lakini katika utoto huo huo, yapo niliyowafanya wao katika ukubwa wa kufanya chochote. Nani ni bora, ndugu zangu? Sasa hivi hata utoro shuleni haupo Magomeni, nafanya vizuri kwenye mitihani yake kwa sababu tumejenga miundombinu ya elimu, tumejenga miundombinu ya afya, kitu ambacho wao walishashindwa katia kipundi cha miaka mitano tumeonyesha kitu, we kuonyesha leo wanakuja wana jipya. Jamani, kuna leli najengwa Mtwara mpaka hukosongea. Mimi tangu nimezaliwa sijawae kupanda train. mimi lakini kijengwa, nitapanda hivi imasak amajmemuona atanisimamia yeye, mimi atanisemea msomi kama yule aaasema. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Maposo, Mwalimu Maposo, jina ambalo linafahamika zaidi. E, ni mwalimu shule ya msingi Mivinjeni hapa hapa Mtwara mjini. Nashukuru nimemsikiliza nime vizuri sana Mheshimiwa diwani ameongea, amegusa yale ambayo wana Magomeni wanachohitaji. Mi naamini amemaliza. Tulikuwa na matatizo mengi, msongamano wa wanafunzi madarasani, watoto kukaa chini, lakini kwa sasa hivi tunavyosema, msongamano wa madarasani haupo, watoto wote wanakaa kwenye dawati, lakini pia performance, ufaulu umeongezeka, umekuwa ni mkubwa. Shule zake zote nne zimepeleka watu zote sekondari. Tuna sekondari ya mfano, sekondari ya Mkanareji imepokea vijana wote wa kata hii. Namshukuru sana mheshimiwa diwani. Amekuwa yuko mbele anaingia front anapambana pia na totoro pamoja na kutoa vitu mbalimbali mbali kwa watoto ambao wa wanaishi mazingira magumu. Namu mtazamaji wa Faida Online TV mpaka kufikia hapo nimefikia tamati kutoka kwenye viunga hivi vya shule ya msingi Magomeni Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ndio endelee kupata habari zetu hakika. Sisi ni watu wa Field. Asante na kwaheri.